La kuwawa kwa MC Pilipili tulilitolea taarifa e, la msingi ni kwamba tunaendelea na uchunguzi wa tukio hilo, si tukio hilo tu, na matukio mengine yote ya kiharifu kwa lengo la kuwafikia uh, na kuwakamata watuhumiwa ili waweze kujibu tuhuma zinazowakabili lakini tukio hilo la majengo ndo hilo nimeanza nalo katika taarifa hii kwamba ni kweli e, tukio hilo lilitokea tarehe 16 mwezi huu majira ya saa kumi na dakika 45, kama ambavyo taarifa yangu imesoma lakini mtuhumiwa ambaye alihusika na tukio lile amekamatwa, na hatua mbalimbali za kisheria zinaendelea kuchukuliwa. E, pia kulikuwa na tukio la ajali ambalo lilitokea kule Makul e, ambapo lori aina ya tipa hali maarufu kama mende ilisababisha vifo vya uh, bodaboda watano pale, e katika tukio lile uchunguzi uliendelea na hatimaye tulifanikiwa uh, kumkamata driver naye, hatua uh, za za za kisheria zinaendelea kuchukuliwa. uh, hivyo hivyo na matukio mengine yote ya kiharifu uh, pale yanapokuwa reported police, hatuyaachi tu yapite, lakini tunaendelea na uchunguzi. Na mwisho wa siku, pale mtuhumiwa anapokamatwa hatua stahiki zimekuwa ziki